Uamuzi wa kocha mkuu wa klabu ya Liverpool, Arne Slot, kuamua kumweka nje Mohamed Salah kwenye kikosi cha klabu ya Liverpool ambacho kinasafiri kwa ajili ya kuivaa Inter Milan, unaonekana kama statement na pengine ikawa ni mchezo wa mwisho wa Mohamed Salah kabla ya kujiunga na kikosi cha timu ya taifa ya Misri ambacho kitakwenda kushiriki AFCON. Kwa nini nimesema hivyo? Ni kwa sababu mara tu baada ya kumalizika kwa mchezo kati ya Leeds na klabu ya Liverpool, Mohamed Salah alifanya press conference ya wazi kabisa na vyombo vingi vya habari ambavyo vilikuwepo, na amezungumza situation yake jinsi anavyojisikia ya binafsi. Ameikosoa Liverpool kuanzia kwenye uongozi kwa kutotimiza ahadi wakati anasaini mkataba mpya, amekosoa pia swala la mahusiano kati yake na kocha wa klabu ya Liverpool Arne Slot, akiamini kuna mtu ana, ana, ana, ana force aondoke ndani ya klabu hiyo, na akiamini pia Liverpool imeamua kumshushia zigo la lawama yeye kama Mohamed Salah kwamba timu haifanyi vizuri na mtu pekee ambaye anaonekana anaweza akasingiziwa ni yeye Mohamed Salah. Sasa mara baada ya kauli hiyo, imewachafua sana viongozi wa klabu ya Liverpool, wamekasirika na kocha pia wa klabu ya Liverpool Arne Slot anaonekana hajapendezwa na kauli hiyo, na watu wamekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusiana na kauli ya Mohamed Salah. Eh, mmoja wa watu hao ni pamoja na Wayne Rooney ambaye ameonyesha kukerwa sana sana sana na kile ambacho amekifanya Salah. Anaamini kwamba Salah alifanya mazuri sana kwenye klabu ya Liverpool lakini akustahili kuzungumza maneno yale kwa sababu ni jambo la kitimu zaidi. Rooney ameenda mbali mpaka anasema ingekuwa yeye ni teammate wa Mohamed Salah asingefurahi kucheza naye, kwa sababu anaonyesha ubinafsi waziwazi na ego yake. Lakini watu wengine waliotoa maoni yao ni pamoja na The Athletic ambao wamezungumza na watu tofauti tofauti, wakiamini kwamba sehemu ya wachezaji wa zamani wa klabu ya Liverpool wakongwe, ambao wamewahi kucheza na Mohamed Salah, walikuwa wanaamini tu kadri siku zinavyozidi kwenda, Muhamed Salah anavyozidi kuendelea kuwekwa benchi. Itafika nyakati tu ambazo ataamua kuzungumza na finally nyakati hizo zimefika mara baada ya kuwekwa benchi kwenye michezo mitatu mfululizo. Watu tofauti tofauti, kuna wanaomuunga mkono ikiwemo akina Patrice Evra, wakina Kuka pia Ahmed Kuka ameandika ujumbe wake kwenda kwa Muhamed Salah akimtia moyo na vinginevyo, lakini kila mtu amekuwa na maoni yake. Sasa kocha Arne Slot ameamua kumweka nje ya timu inayosafiri kuifuata Inter Milan siku ya kesho Jumanne lakini pia mbali na kuamua kumweka nje, kocha Arne Slot eh, hatima ya Mohamed Salah ndani ya kikosi cha klabu ya Liverpool mpaka sasa bado haifahamiki. Viongozi wa klabu ya, ya Liverpool wanatarajia kukaa kwa ajili ya kujadili hatima yake, wakati huu wa ambao of course hajafanya vizuri toka Liverpool imeanza msimu huu elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita. Mohamed Salah ajaa na kiwango kizuri kwao mpaka sasa haijafahamika hatima yake, na kwa mujibu wa taarifa zinasema uongozi wa klabu ya, ya Liverpool una mbak, ama unamtia nguvu au unamuunga mkono Kocha Arne Slot kwa kufanya uamuzi ambao ameufanya na hiyo ni statement hata kitendo cha kutokumhusisha kwenye safari ya kwenda kuifuata Inter Milan ni statement ya kwamba yeye ndo mwenye authority ndani ya klabu, yeye ndo mwenye mamlaka ndani ya klabu. Na hajafurahishwa na kile ambacho Mohamed Salah amekizungumza. Mbali na hivyo sasa, hatima ya klabu ya Liverpool na Mohamed Salah itafahamika wakati ambao pengine Mohamed Salah atakuwa kwenye Afcon kwa sababu atakuwa kwenye michuano ya Afcon na kipindi hicho pia ndio dirisha dogo la usajili itakuwa limefunguliwa, atakuwa huru yeye kuondoka ama kuvunja mkataba wake na klabu ya Liverpool. Lakini, eh, tarehe kumi na tatu Liverpool wanatarajiwa kucheza dhidi ya kikosi cha Brighton, na pengine kama Mohamed Salah akipata nafasi ya kuitwa kwenye kikosi hicho ukawa mchezo wake wa mwisho, yeye mwenyewe anasema hajali kama atacheza au hatacheza. Sana sana watu watakuwepo kwenye uwanja kwa ajili ya kuwaaga mashabiki, eh, kwa ajili ya kuelekea kwenye Afcon. Kitakachotokea akiwa huko tutakifahamu. Vilabu vya Saudi vinatoa sana macho kwa ajili ya kumtazama Mohamed Salah kama sehemu ya wale wachezaji ambao wanatamani kuwasajili. Umri wake of course umekwenda na pengine ni wakati wake na yeye wa kubadilisha challenge, mara baada pita, ya kuisaidia Liverpool msimu uliopita kwa idadi ya magoli aliyofunga na kutoa ubingwa wa ligi ya Uingereza, pamoja na mafanikio yote ya klabu ya Liverpool ikiwemo kutoa UEFA Champions League. Amekuwepo Mohamed Salah kwa nyakati ambazo Liverpool ilikuwa inajijenga na inaimarika kuwa klabu yenye ushindani mkubwa, lakini kwa sasa Wayne Rooney pamoja na watu wengine wanaamini kitendo cha Salah kuzungumza anajivunjia heshima aliyoijenga kwa muda wote ndani ya kikosi cha klabu ya Liverpool. Ni kuombewe ambao wanatazama kwa hivi sasa, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya IREM TV kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa, matokeo pamoja na matukio mbalimbali ya kimichezo.